Uliweza kuandaliwa misa takatifu siku ya sabato tarehe kumi na tano Mechi mwaka tunao kwenye kanisa la wasabato la distrikti ya utembo ubange. Bari tulizo nazo kutoka kwenye elfe nyuzi zatangaza kuwa waumini ambao waliweza kushiriki misa hiyo waliweza kutoa dukuduku lao na kuweza kutoa shukrani zao za dhati kwa ajili ya kuweza kushiriki misa hiyo. Upande mwingine, Pasta Kara Saba Sifoni akiwa kinara mkuu wa vijana katika jimbo kubwa la Kivu Kaskazini anaweza kutoa shukrani zake za dhati, kuwa pia kushukuru vijana hao ambao walikuja kumati kuja kushiriki misa hiyo. Alipoendelea na hiyo waliweza kuwatembelea wagonjwa wawili ambao waliweza kuonekana kwenye kituo cha afya cha Antabuse. Kituo hicho kinaonekana kwenye kata Katia, ni katika manispa ya Kimemi jijini Butembo. Kwake yeye, pasta Kara Saba Siponi alipohojiwa na waandishi wa habari wa RFE1 News aliweza kutamka yafuatayo. Nikiwa mkurugenzi wa idara ya vijana katika Nord Kivu field, kanisa la Sabato. Tumekuja hapa kwenye hospitali ya Ndabize kwa ajili ya kuja kuhudumia wagonjwa kulingana na jesi. Leo hii ni siku kuu ya vijana ulimwenguni ambayo inakuwa na mada inayosema jamii ambayo imebadilika. Ilibidi kwamba kwa siku ya leo, tangu siku ya leo na siku zingine zijazo, kila mmoja awe mbegu awe chemchemu ya baraka kwa ajili ya wenzake, na ili kwamba katika jamii lolote lile mahali kokote ambapo tunaishi kuonekane mabadiliko. Na hii ikatusukuma tuje tuonyeshe upendo wa Yesu Kristo kwenye hospitali kuu hii ambayo inakuwa ya Antabuse. Kuna mambo mengi ambayo tu, tutaendelea kutenda ambayo kesho itaendelea kwenye mji wa Butembo kwenye stesheni mbalimbali za Naf Kivu Field, watu tumewaandaa mahali mahali mahali popote, ili kwamba wasaidie kesho. Kuna wakongwe ambao wataweza kuhudumiwa, kuna wakimbizi ambao watahudumiwa, hata leo kuna hata wengine wagonjwa katika mji ambao watahudumiwa kwa njia Eringeti mpaka Kanyabayonga. Katika kila kanisa kuna huduma kama hii mahali ambapo kuna kanisa kuna watu ambao wamekwenda kuwasaidia kwa siku ya leo na siku ya kesho ah, tumekuja kuwasaidia wagonjwa, haijalishi awe baba awe mama awe mtoto. Wale ambao tumewaona kwenye hospitali sheti wahudumiwe, angalau wapewe tu msaada mchache ambao unaweza kuonekana. Na kwa upande mwingine, yule ambaye ni mkuu kiongozi wa kituo hicho cha afya cha Antabuse, Mumbere Salama aliweza kutoa dukuduku lake na shukurani zake kuona wasabantu kuja kwa umati kwa ajili ya kuja kuwatazama wagonjwa ambao wanakaa kwenye kituo hicho. Upande yeye Mumbere Salama aliweza kutoa shukrani zake na kusema hao wale ambao waamini wa siku ya saba waendelee hivyo na kuweza kuwatembelea wengine. Akizungumza na waandishi wa habari wa RFE News, Mumbere Salama: yu hapa, tumekuwa na vijana wa kanisa la Wasabato, wamefika hapa kuhudumia wagonjwa. Eh, wamegomboa wa wengine wawili na tuna jisifu jina la Mungu. Mbo wamegomboa wawili ni, ni kwa ajili walikuwa na shida kupata franga na na Mungu alikusudia au wawili kuwe wale ambao watapata bahati neema ya kugombolewa. Kwa upande mwingine, walipojiwa wale ambao ni wagonjwa ambao waliweza kutembelewa na hao wa kanisa wa Sabato, waliweza kutoa pia shukrani zao za dhati na kuomba wale ambao ni waamini wa Sabatu waendelee hivyo, wasije wakarudi nyuma. Ikiwa hivyo, Mungu ataendelea kuwabariki na kuwazidishia mibaraka, sababu wameweza kuzitoa kimuhanga kwa ajili ya kuwatolea pesa za kuweza kuwakomboa kwenye hiyo kituo cha Antabuse katika jiji hili la Butembo. Ripoti kutoka jijini Butembo, Mumbere Musa Kamalose kwa niaba ya RP News Kiswahili.